up my beautiful people niaje, niaje. Well, I know kwamba kwamba kwamba watu watu mko excited jamani leo leo tupo tupo na na na na na na na movie movie movie kutoka kutoka kutoka West West Africa Africa Africa Africa Africa Africa. Hapa hapa naongelea Nigeria Nigeria, hii hii ni ni kutokana kutokana. Uh, nimepokea comments baadhi, tunataka tunataka movies unaelewa tena nyingine kutoka Africa, Africa. So so ombi la last week tunachanganya changanya, changanya zuepo za Africa na za huko mbele so, movie ta leo ni Friends from School. Hii ni single movie iliyotoka August 31 mwaka 2024. So technically, haina hata mwaka but it's doing good kwa sababu kule IMDb iko rated 7.4 out of 10. So hii movie imeigizwa na vijana wadogo wa sana. Naongelea watu kama JL Damina ambaye huyu ni star pia kwenye series ya Best Friends of the World. Lakini pia huko ndani utamwona Chiso Mogwike, Benedicta Akpan, Ernest Orjoziri na wengine wengi. Of which wote hawa ni vijana wanaofanya noma sana kwenye movie industry ya in Nigeria. Oh my God, we We have to leave. We have to to... Movie inahusu wanafunzi wa shule secondary ya ya secondary Phoenix High School, ambayo shule hii ni moja kati ya shule bora sana huko eh, nchini Nigeria eh, hina, na ni shule za kifahari. Inahusu maisha ya wanafunzi wa shule hii na namna gani wanaweza kuendesha maisha yao shuleni. Sasa kwanza kabisa, movie hii inapoanza, tunaona shuleni eh, kuna ambulance ambayo imekuja kumpata mwanafunzi ambaye anaonekana yuko mahututi, na shule nzima imekusanyika kushangaa hili tukio. Kama unavyojua shuleni, kikitokea jambo dogo tu, wanafunzi wote wanakusanyika kushangaa. Sasa baada ya hapo, wanafunzi walikuwa wanashukiwa kuhusika au kusababisha huyu mwanafunzi awe mahututi, wakaanza kuhojiwa ambao walikuwa ni Bella, Shade na Omar. Lakini sasa kuna mwanafunzi mmoja ambaye pia alikuwa ni mshukiwa, lakini alikuwa haonekani na huyu ni Amara. Sasa huyu Amara ni nani, na je, yule mwanafunzi aliyokuwa mahututi ni nani na kilimkuta nini? Hapa sasa ndo stori ilipo. Amara pia ni mwanafunzi katika shule hii ya Phoenix High School. My name is is Amara and this is the story of how I went from being a shadow To a storm. Sasa Amara alikuwa ni mwanafunzi ambaye alikuwa ametokea familia ya kifahari, lakini hakuwa na experience nzuri sana katika shule hii ya sekondari, sababu alikuwa mpole sana na hakuwa na marafiki wengi. Alikuwa na rafiki mmoja tu Fifi, jambo lilompelekea mpaka wanafunzi wenzie kuwa wanambul shuleni.

Hili swala la kuwa bullied shuleni lilikuwa linamuumiza sana na kumkosesha amani ya Amara huko shuleni, ingawa hakuwahi kumwambia baba yake. Sasa katika darasa lilokuwa Amara pia kulikuwa na wanafunzi wengine watatu ambao walikuwa ni maarufu sana shuleni, ambao hawa wanafunzi ndio wale kina Bella, Shade na Oma ambao walikuwa wanajiita the TDL. Sasa kwa sababu Amara alikuwa hapendi maisha yake hapo shuleni, basi akamwambia rafiki yake Fifi ujiunge na kundi la the TDL labda wataweza na wao kuishi vizuri shuleni na wataanza kupendwa na kuheshimiwa wanafunzi wenzao hapo shuleni, ila Fifi alikataa sababu alikuwa haoni sababu ya wao kujiunga na the TDL sababu walikuwa na tabia mbaya. Ila kabla hata hawajakubaliana vizuri, the TDL wakatangaza nafasi ya kuwa wanataka kusajili new members kwenye kundi lao, so kwa anayetaka kujiunga nao aka apply. Everyone, eyes on me please. Thank you. This is a PSA.

Lucky members. Baada ya hapo Amara alimshawishi sana Fifi wajiunge na the TDL, so wakaenda kuapply. Walivyoenda kuapply, wakaambiwa warudi usiku kwa ajili ya kupewa mtihani wa kuwapima kama wanafaa kujoin hiyo the TDL. So Amara alivyorudi nyumbani akamdanganya baba yake kuwa usiku ataenda kwa kina Fifi ambaye ndio rafiki yake kwa ajili ya kujisomea. So baba yake akamruhusu sababu, alikuwa anamjua huyo Fifi na wazazi wake. Are you dressed? Are you going somewhere? Yes.

Huwa no. Usiku Amara na Fifi wakatoka na kwenda huko kwa kina the TDLs kwa ajili ya hizo challenge ili kujua kama watafanikiwa kuingia kwenye hilo kundi au la. Sasa kwanza kabisa, inabidi mtambue kuwa the TDL ni bad influence, so hawa wawili walipofika wakaanza kupewa challenge za fanya ambazo waliweza kufanya, ila mwisho kabisa wakapewa ule mchezo wa truth or dare. na Fifi akaambiwa amchape vibao rafiki yake, kitu ambacho fifi hakuwa tayari kufanya, ila amara alimwambia ampige tu, sababu wanataka kujoin Fifi.

So Fifi akafanya hivyo akamchapa mwenzie vibao vitatu. Baada ya hapo, Amara akaambiwa ampigie baba yake na amwambie kuwa ana mimba ya miezi miwili. Sasa hii ilikuwa ngumu sana sababu ukumbuka Amara aliaga kwao kuwa ameenda kujisomea kwa kina Fifi, lakini pia hata kama isingekuwa hivyo bado asingeweza kumdanganya baba yake kiasi hicho. Po, Amara akawa ameshindwa kujoin kwenye hili kundi sababu alishindwa kukamilisha ile dare yake ya kumpigia baba yake, na kwa isivyo bahati rafiki yake Fifi akawa amejoin hili kundi la the TDL. So technically Amara akawa hajafanikiwa kujiunga na kundi lilikuwa anataka kujiunga, lakini pia akawa amepoteza rafiki at the same time. Sasa baada ya muda Amara akapata rafiki mpya wa kiume wa kuitwa Fola. Sasa Amara hakujua ila Fola alikuwa ni ex wa Bella. Bella ambaye ndo mkuu wa lile kundi la the TDL sasa kilichotokea ni kwamba Bela akapata wivu so akamwambia tena Amara kwamba yupo tayari kumwongeza kwenye kundi la the TDL ila anataka kumpa task moja tu ndo amwingize kwenye kundi hili na Amara akakubali kiukweli. So, so kwa kuwa Bela alikuwa anajua ni kiasi gani Amara anataka kujiunga na kundi la the TDL, so alijua kabisa kuwa yuko tayari kufanya chochote tu ili aweze kujiunga na the TDL. So alimwambia aende akazime ile main switch ya shule nzima ili umeme uzime shule nzima. So Amara akaenda kweli kuzima ile main switch ila kabla hajafanya hivyo, yule rafiki yake Fifi alimwaya Mara na kumsihi asifanye hivyo, na akamwambia kuwa akifanya hivyo ataumia, sababu alimsikia Bella akiwaambia rafiki zake kuwa kabla ya kumtuma Amara kuzima ile switch tayari alishamtuma mtu mwingine akazicheze zile waya za kule kwenye main switch ili Amara akizima tu pale pale itokee shoti kubwa sana na yeye aumie. Amara, Amara stop. Don't touch anything. They've tampered with the wires.

taka kumsikiliza kabisa rafiki yake, so akaenda kuzima zile switch, na rafiki yake akutaka kumwacha Amara afanye kile kitendo, so akaenda na yeye kumzuia, na katika kumzuia, Amara akazima na shoti ikatokea, ila ikamdhuru zaidi Fifi na sio Amara. So, sasa hapa ndo tunarudi tena kule mwanzoni ambapo nilisema kuwa kulikuwa na ambulance shuleni. So ile ambulance ndo ilikuwa imekuja kumfata huyu Fifi sababu alikuwa mahututi, amepigwa shoti. So Amara alipewa suspension kwa kile alichokifanya, lakini pia Fifi alikuwa mahututi akawa aka amepata koma hivi. Unajua ile unalala kwenye eh, chumba cha hospitalini sio kwamba umekufa, bado upo hai, lakini haufumbui macho wala haujitikisi. So Amara aliporudi shuleni aliahidi kufanya revenge kwa the TDL. So the three of you you are going to to pay for what you did to Fifi and I, this is not over. Siku moja wakiwa kwenye kipindi cha chemistry practical, mwalimu alitoa break, ila Amara hakwenda kwenye break. Instead alibaki darasani na kila mtu alipoondoka, alienda kwenye apparatus za Bela na kumchanganyia chemical, ili akirudi akizichanganya na chochote kile zimlipukie usoni. So baada ya kufanya hivyo, Amara alitoka nje, ila akakutana na yule rafiki yake wa kiume Fola, yule ex wa Bela. Na kwa kuwa Fola alikuwa anafahamu kuwa Amara ana mpango wa kufanya revenge kwa kina Bela, alijaribu kuongea naye ili asifanye hivyo, lakini it was Too late. Sababu wakiwa bado wanaongea kule darasani, mlipuko katokea. So it means Bella tayari ilishamkuta ya kumkuta nini kitamkuta Amara baada ya kufanya tukio hili kubwa katika namna ya kurevenge, naenda kaicheki Friends From School. So that's it for today my beautiful people, lakini pia usiache kusubscribe to our page na usiache kuacha comment yako pale either hey, unaweza kuweka recommendation ni movie gani niwaletee next na vitu kama hivyo, but I love you guys and until next week. Bye bye, it's your girl Momo aka you people and I sign out.